Utekelezaji wa mpango huu unakadiriwa kugharimu jumla ya shilingi za kitanzania bilioni 94.62 kwa kipindi cha miaka mitano. Imeelezwa kuwa rasilimali zinazotarajiwa kupatikana kupitia vyanzo vya kawaida hadi mwaka 2030 ni shilingi bilioni 41.75. Hali inayoacha pengo kubwa, hivyo mchango kutoka sekta binafsi na wadau wa maendeleo ni wa msingi mkubwa katika kufanikisha utekelezaji wa mpango huu. Kwa msingi huo, naungana na, na waandaaji wa mpango huu kutoa wito kwa wadau wote kuendelea kushirikiana na serikali katika kuziba pengo hilo kwa maslahi ya wananchi. Wahakikishe mpango huu unaingizwa kikamilifu katika mipango na bajeti za kila mwaka, na wadau wa maendeleo na sekta binafsi wauone mpango huu kama ramani na mwaliko rasmi wa kuwekeza wilayani Hanang. Kwa upande wake, mdau wa maendeleo kutoka shirika la WaterAid b Anna Tenga, mkurugenzi wa shirika hilo, hapa anaeleza umuhimu wa mpango huo. Mheshimiwa mgeni rasmi, utajiuliza kwa nini mpango huu ni muhimu? Au pengine sisi wote tunajiuliza kwa nini mpango huu ni muhimu. Hanang ni wilaya yenye watu wanaofanya kazi kwa bidii, wakulima, wafugaji, watoto wanaosoma na kina mama wanaobeba majukumu makubwa ya familia, kama ilivyowasilishwa na serikali kwa idadi ya ta tuna takribani ya watu wanaofikia laki tatu na sitini na saba mia tatu na tisini na moja ni asilimia themanini tu ya watu hao ndio wamefikiwa na mtandao wa maji. Tunapoongea mtandao wa maji ni tofauti pia na upatikanaji wa maji muda wote wote. Tunajua kuwa kufikiwa kwa mtandao ni tofauti na huduma ya maji kufika na tunajua fika maendeleo ya jamii yanaanza na maji ya uhakika. Hivyo watu wote wa Hanang, suala la kuchota maji kwa uhakika na kutumia muda mchache ni hatua muhimu sana ya mabadiliko. Pia bila vyoo bora na bila mazingira salama, hata juhudi za kimaendeleo zinakuwa hatarini. Ndio maana mpango jumuishi wa uwekezaji wa woshi ni wa kipekee. Wilaya ya Hanang sasa ina fursa ya kuwa mfano kwa wilaya nyingine nchini. Njia ya wilaya ya kuongoza ni njia ya wilaya kuongoza katika kuandaa mpango wenye gharama na wenye mwelekeo wa kimfumo, inaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa mabadiliko ya sekta ya WASH kitaifa na azma ya Tanzania ya kufikia upatikanaji wa huduma kwa wote ifikapo mwaka 2030. Mpango huu unaonyesha tuna nini, tunahitaji nini na itagharimu kiasi gani kufikia wananchi wote na huduma za WASH. Unaiwezesha serikali kupanga kutafuta rasilimali na kufuatilia maendeleo kwa uwazi, na muhimu zaidi, unaweka watu wa Hanang katikati ya maamuzi. Unatuhakikishia kwamba swala la WASH kwa wote linahitaji nguvu za pamoja. Nilete ombi kwenu leo hii, tunapoweka mpango huu mezani, tunatoa mwaliko wa wazi kwa kila mmoja aliyeko hapa. Tunaomba serikali, na tunawashukuru, lakini tunaomba iendelee kuongoza kwa kutoa vipaumbele na rasilimali za uwekezaji katika mpango huu. Washirika wa maendeleo na sekta binafsi waweke nguvu zao pale ambapo mpango wa serikali unaelekeza. Nao baadhi ya wananchi wilayani Hanang wameishukuru serikali pamoja na wadau wa maendeleo kwa kuwekeza katika sekta ya maji huu um, mradi wa WaterAid. Kwa asilimia kubwa, si tumenufaika, wanufaika wa mradi huo kwa asilimia kubwa, kwa sababu kabla ya mradi huo kufika kwenye kijiji chetu hali yetu ilikuwa si njema, kutokana na maji safi kutokupatikana kwa urahisi. Na huu mradi umetujengea vyoo vizuri na matenki ya maji na viosha vina wa mikono na kituo chetu cha afya ya Bashan kimenufaika kwa asilimia kubwa. Kwa itasaidia kwa asilimia mia kwa sababu wananchi tena hawataenda kujisaidia, hawatajisaidia tena kwenye mashamba, maana wananchi wa vijijini wanapenda kujisaidia kwenye mashamba, kwenye misitu. Kwao jinsi hawa wa, wotahidi wa walivyokuja kuleta vyoo wamesaidia kwamba usikuta mazingira yatakuwa safi.